Na asante. Asante kwa asante kipi? Asante kudumago kwa huduma yako. Kwa ubora gani? Jamani, mbona ni kawaida tu kweli. Nani kondole? Na namaanisha nini? Kwani mkono na mkono. Nani anaona raha Najiandaa hapa, nataka nitoke. Sawa, tupige game mm la mwisho, mpenzi. Mwache na mwenzako wakale hata makombo tu, maana ukina na kipofu usimshike mkono Lamba wasali gizani kwa ncha ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu sumu, mke wa mtu sumu, mke wa mtu sumu. Umsuwe bodaboda mpumbavu, ameniambia anaenda sheli, nimekaa masaa matatu na msubiria ye. Alafu sasa ubaya zaidi, nimempa hadi pesa ya nauli.

Nisikia fura hapo, nisikia hilo kwa. Karibu chakula mke wangu. Amepika nani kichakula? Mumeo. Nimepika mimi, umekionaje? Kinanukia no vizuri wa wow. Umejifunza wapi kupika chakula kitamu kama hiki? Ah. Ah, nimekaa nikaona nipo aido nikasema kwa nini nispike kwa ajili yako leo? Basi nikaingia YouTube, nika search how to cook rice, nikajifunza and finally mm. unajua <laughs> <laughs> mm -hmm. mke wangu, nilijua tosha kuwa ukitoka napotoka huko utakuwa umechoka sana, kwa hiyo nikasema sitaki na kusumbua rudi ule ukaoge kisha ulale kachanga kangu, but angalizo sasa, kasoro yoyote utakayoiona kwenye iko chakula, please usiiseme kwa mtu yoyote. Mm, ushaanza kujihami sasa eh. <laughs> Unajua nini mke wangu mm, zamani sana wakati tunakuwa pale kijijini kwetu kulikuwa na gari moja kuukuu hivi ilo gari kwa kipindi hicho ndio lilikuwa gari pekee ambalo linabeba abiria kutoka kijijini kwetu na kupeleka mjini. Aa, lile gari mbele na nyuma lilikuwa na maandishi tena alikuwa imeandikwa kwa kwa herufi kubwa kabisa, abiria kuwa na amani, dereva fundi. Mume wangu shaanza kuniongopea. Hebu kula kichwa kimejaa maswali, kimejaa maswali, najiuliza hivi, niwe lisimotanie inakwaje? Najua ujio wangu umekushtua sana, ila nipo hapa kwa ajili ya mazungumzo ya amani tu, na kuomba, achana na mke wangu. Niachane na mke wako? Wewe una ushahidi gani kama mimi natembea na mke wako? Wadogo, tuheshimiane. Ah, kama nilivyotanguliza kusema awali, nipo hapa kwa ajili ya mazungumzo ya amani tu, kaka yangu, wala sio changeni. Please, nakuomba achana na mke wangu. Wawe toka toka toka, nimekwambia toka, nimekwambia mtu mwenyewe goigoi. Wewe usitake kunifia kwenye mikono yangu am nisubiri. <laughs> Usichokijua siku ya bastei ya mkeo nilipiga show mpaka kanipa zawadi. <laughs> Um, kimnunulia chupi mkeo, tutamvua kivaa uwesi, umefeli wauni, acha tumpera. u mutu u mutu u mutu yani Sasa mkeo nimesha mgonga, na una lolote la kunifanya sasa? Unajua <laughs> kuongea, endelea kuongea kwa sauti kubwa ili pande zote za dunia wakusikie, ila katika radi umeta, ndio kitu hatari zaidi kuliko hata sauti ya radi. Let me tell you You one thing. You mess with a bad guy. And soon, you're gonna get a reply. Who am I? O <laughs> <laughs> <laughs> sintishe mdogo wangu. Haya maisha tu weka umeshindwa mwenyewe kumhudumia wewe. tu mjini hapa watu naishi msingi kiuno. Umu tu. <laughs> Umu tu. Umu tu. Umu tu. Umu tu. Naona dalili zote za mumeo kufahamu juu ya mahusiano yetu, Tabia, naomba katika kipindi hiki tuwe mbali kidogo, maana bado naupenda ufulana wangu. Hakimu, unasemaje? Tutengane kidogo. Tabia, tutengane? Mimi siwezi, siwezi bwana. Uwezi vipi sasa? Unataka kuniingiza katika matatizo, sio? Mume ameshaanza kutia shaka juu yetu. Wewe unadhani akigundua nini kitanikuta? Bado naupenda uvulana wangu. mm. Kumbe weyi ni mbinafsi ya? Ni binafsi sana Akimu, unaweza kuhusu wewe tu, huwezi jua hisia zangu. Hapana, siyo hivyo, siyo hivyo nini? Akimu, unajua ulivyozivuruga hisia zangu, unajua unavyonipatia kitandani. Nani ataweza, nani ataweza kama sio wewe? Umenishawishi mpaka nimemsaliti mume wangu. Umenifanyia mpaka mume wangu nimwone kama shoga yangu. Hakimu, unajua nimekupa kitu ambacho mume wangu sijawahi kumpa eh? Ala, alafu leo unasema tutengane? Yaani msiwezi, siwezi. Sio kwamba nataka tuachane, ila nilitaka tuchukue tahadhari zaidi tusije kufumaniwa. Hakimu, unanipenda yana kupenda ila ofu yako, si mume wangu. Nitajua mimi nafanyaje. zali wazaligizani kwa ncha ya kisu, kazama kapotea kwenye penzi la mke wa mtu. Mke wa mtu sumu, mke wa mtu sumu, mke wa mtu sumu. Unajua watu hupenda kutaja majina: Pablo Escobar, mtu wa biashara za magendo aliyetikisa dunia. Al Capone mfalme wa uhalifu aliyetawala mitaa kama mfalme wa giza. Adolf Hitler mtu aliyefanya dunia nzima ikatetemeka. Ila wanapowataja watu hawa, wanasahau kitu kimoja: hawa wote walikuwa na mipaka yao, walikuwa na hofu zao, walikuwa na mwisho wao, lakini mimi mimi sina mipaka, sina huruma, sina mwisho. Mimi ndiyo neno mbaya likipewa sura. Mimi ndiyo kaburi kabla hata ya kifo. Na mimi ndiyo mzimu ambao hauwezi kufutwa na historia. Pablo Escobar kiongozi wa Medellin kata, El Chapo Guzman kiongozi wa Sinaloa kata, Osama bin Laden mwasisi wa Al Qaida, Al Capone na Adolf Hitler. Usiwataje tena watu hawa kwa sababu walikuja wakaondoka, lakini mimi nipo na nitaendelea kuwepo. Nitakuzika katika kaburi la futi kumi na mbili ili uwe mfano kwa wote wasioheshimu vitu vya watu. Sawa, we ue ni uwe tu, ila hautoishi milele katika hii dunia. Uwewe ni mtu mbaya na utakufa kwa ubaya wako. <laughs> I remind you one thing. Haya ni maisha, maisha halisia siyo muvi ambayo mara zote huisha watu wema wakiwa wazima. Kwenye maisha halisia ni tofauti sana na maisha ya kwenye muvi. Katika maisha halisia watu wabaya na wenye nguvu ndiyo huishi namna watakavyo, bosi.